Okay, moja kati ya misunderstanding ambazo zinaonekana zikienda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na e, dansa Moze Iyobo wa Diamond Platnumz pamoja na mzazi mwenzie ambaye ni Auntie Ezekiel. So, kuna moja kati ya interview ambayo e, Moze Iyobo aliulizwa kwamba kunazo kasumba ambazo zinaendelea za hapa bongo kwamba watu wakiachana kuna time wanaachana kwa ugomvi vipi, kwa upande wake yeye yeye yeah, alichokizungumza ni kwamba anatamani waweze kufresh lopita lakini mahusiano yake yeye pamoja na Aunty Ezekiel yanakuwa ni magumu kwa kuweza kumuona mtoto. Yaani kipindi ambacho anatamani kukutana na mtoto, Aunty Ezekiel analeta ugumu fulani hivi jambo ambalo linaonekana sio zuri. So, aliweza kufunguka maneno hayo hapo baada ya kufanyiwa mahojiano na waandishi wa habari, lakini this time around ni kwamba Aunty Ezekiel yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story ameweza kuandika walaka ambao, walaka huu ni kama vile ameendelea kumponda eh, bana Moze Iyobo kwa maneno ambayo yalikuwa yameandikwa kwenye ukurasa wake wa Instagram wa Aunty Ezekiel alikuwa anasema maneno haya: acha leo nikupe airtime kidogo tu ambayo umekuwa ukitafuta zaidi ya miaka mitano, nao ni Moses Peter. Kwanza kabisa sijawahi tamani kuona simu yako kwangu, na sio e, simu hata nikikuona, niki, niki nowadays walai. Na hapa e, huwa anajiuliza hivi, auntie Anti, una akili timamu? Maana sio hali ya kawaida nao. E, ndio nagundua kwa nini watanzania walishtuka kuona kwamba anazaa na wewe, ila all in all, e, bana, si haba nimepata binti mzuri e, kabisa ambaye anasababisha ni kuheshimu na kuacha hili jambo liwe e, kama jambo la kawaida kabisa. Nimeamini mimi mwenzio, bado niko kwenye mshangao sana, haswa nikikutana eh, nikikutana na picha zako tena, da. Ila Aunty, anyway eh, bana ishatokea, hamna namna. So hiyo ilikuwa ni posti ya kwanza kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story, lakini hakuishia hapo tu. Aunty Ezekiel ameandika pia ujumbe ambao unasomeka hivi la pili, kuhusu kisimu mlichomnunulia e, mtoto, nadhani kwamba e, mnaweza e, tuma boda afuate, maana mimi watoto wangu e, simu huwa si muhimu sana kwenye maisha yao maana wanatakiwa kusoma. So mtoto atafuata ratiba ambayo nitampangia mimi, muda gani ambao ashike simu, muda gani asishike. E, huwezi e, tumia muda wote huo eti kwa sababu unataka e, umpigie mkadansi e, bana, hilo haliwezekani. Alafu una watoto wanne, hebu pigia wale wengine mkadansi. kwani lazima e, kila siku mchukue huyu huyu tu e, bana? huko wenzangu wame, wamezaa nini? Hilo ndo kama swali fulani hivi ambalo waliweza kumuuliza e, bana, Moze Iyobo lakini likiwa na ngao nilitegemea useme unalipa ada, ila mtoto unapewa masharti, ningekuona kidogo zimerudi kichwani, lakini hapana. ise Ebana, hilo haliwezekani kabisa tajiri. Hayo ndio maneno ambayo Aunty Ezekiel aliweza kuyapost kupitia ukurasa wake wa Instagram, Insta story. So kuna baadhi ya watu pengine labda waliweza kumwambia kwamba pengine anaweza akafuta yale maneno ambayo ameweza kuyabandika kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story kwa sababu labda pengine alikuwa na mtazamo hasi sana kwa jamii. Hayakuwa na mtazamo chanya kulingana na jinsi ambavyo aliweza kuandika maneno yale pale. Na kumekuwa kuna baadhi ya wasanii tofauti tofauti wachana na kutupiana maneno kwenye mitandao ya kijamii and this time around, anaonekana Moze Yobo pamoja na Aunty Ezekiel, kuna changamoto hapa katikati. Mtoto pale ambapo, e, Moze Yobo anatamani kwenda kumuona e, inakuwa ni vigumu kwa sababu yeye Aunty Ezekiel anatengeneza obstacles fulani hivi ambazo zinakuwa ni changamoto kuweza kumpata mtoto, na ifahamike tu kwamba Moze Yobo yeye, kipindi ambacho Aunty Ezekiel alikuwa anatengeneza changamoto kidogo kukutana na e, mtoto wake, Moze Yobo, Moze Yobo yeye kumnunulia simu mtoto wake lakini simu hiyo ni kwamba imechukuliwa na yeye Aunty Ezekiel. Na katika ujumbe ambao ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram hapo amesema kwamba e, simu ambayo aliweza kumpatia mtoto basi mtume bodaboda boda aweze kuifata, then baadaye ubaki nayo huko, kwa sababu simu anaamini kabisa kwamba sio kipaumbele, lakini ni kama vile anatengeneza mipaka fulani hivi mtoto siweze kukutana na babaake mzazi. Hili ndio jambo ambalo limeendelea kuibuka kwenye mitandao ya kijamii na Masha ndo mtu pekee ambaye inabidi sasa Moze Iyobo e, pitia kuanzia kwake yeye afumasha ndo awasiliane na anti Ezekiel, anti Ezekiel ndo aweze kumpatia mtoto waweze kukutana na baba ake. So kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani kuhusiana na hii situation nzima ya anti Ezekiel pamoja na Moze Iyobo, wakionekana kabisa kuendelea kufichiana watoto? Tupe mtazamo wako kwenye comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.